Narudia tu ufahamu ni nguzo ya imani ya kukuokoa kutoka kwenye shida. Kitabu cha Waebrania kumi na moja mstari wa thelathini na moja. Kitabu cha Waebrania, kitabu cha Waebrania kumi na moja mstari wa thelathini na moja. Utagundua kuna mwanamke mmoja alikuwa kahaba, lakini huyu mwanamke licha ya kuwa kahaba, ndani yake alikuwa na ufahamu wa kimungu. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Nani huyu mwanamke? Ndani yake kulikuwa na ufahamu wa kimungu. Ingawa alikuwa ni nani? Tunamzungumzia. Kitabu cha Waebrania 11:37. Kwa imani Rahabu yule kahaba. Kwa imani yule Rahabu kahaba. Pa hakuangamia pamoja na nani? Kwa imani yule Rahabu kahaba hakuangamia pamoja na wale wa, waasi, kwa kuwa aliwakaribisha wale, ali wale wapelelezi. Kwa nini? Kwa hiyo ni, imani ni nguzo, ufahamu ni nguzo ya imani ya kukuokoa kutoka kwenye shida. Amen! Ufahamu ni nguzo ya imani ya kukuokoa wewe kutoka kwenye shida. Angalia huyu mwanamke alikuwa ni nani? Ni kahaba, lakini ndani yake alikuwa na ufahamu ya kwamba hawa ni watumishi wa Mungu. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Kwa maana hiyo, Mungu hata kama mtu ni mlevi, hata kama mtu ni mzinzi, ndani ya huyo mzinzi ana ufahamu wa Kimungu. Haleluya. kwa sababu wengi wao tuna feri kwa sababu ya ufahamu. ukiona mtu ame